Hayawi, hayawi sasa amekuwa na mleo. Mei sita asubuhi na mapema, bodi ya ligi kuu ime, imefanya marekebisho ya, ya ratiba michezo mbalimbali ambayo haikuchezwa hapo awali kama walivyosema kwenye press release yao juzi baada ya CAS kurudisha majibu ya kesi ya Young Africans kuhusu mchezo namba 184 dabi ya Kariakoo ambao ulipangwa kuchezwa Machi 8 mwaka huu na kuahirishwa kutokana na sababu mbalimbali za kikanuni, Simba wakidai kidai wali, walinyimwa haki yao ya kikanuni ya kufanya mazoezi, huku Young Africans wakisema kuwa hakukuwa na sababu yote ya msingi ya kuahirisha mchezo huo. Kwa hiyo yakatoka matamko mbalimbali, ikiwemo Young Africans kusema hawatocheza tena mchezo huo na zifatwe hatua za kikanuni, wapewe haki yao, ikiwa ni alama tatu na, na mabao matatu, ila Bodi ya Ligi akatoa tamko wakasema wanafanyia kazi na waendelea na uchunguzi, ila Young Africans walikuja kuibuka na kudai kuwa hawana imani tena na Bodi ya Ligi na watapiga hatua zaidi kwenda kwenye mamlaka za juu zaidi ya Bodi ya Ligi na TFF. Young Africans wakaenda kas wakapeleka shauri lao kas na majibu ya kas yakarudi, na baada ya majibu ya kas kurudi, Bodi ya Ligi waliyapokea na kutoa press release wakisema wamepokea majibu hayo na wataendelea na maboresho ya ratiba ya ligi kuu kwa michezo iliyosalia mmm, kwa ni ile michezo ya viporo ambayo haikuchezwa basi bodi ya ligi wamekuja na maboresho ya ratiba na e, mchezo huo umepangwa kuchezwa Juni kumi na tano saa kumi na moja jioni katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam hmm. Kwa hiyo mechi iliyoshindwa kuchezwa Machi nane basi itachezwa Juni 15 saa 11 jioni. Sasa Young Africans wametoa tamko rasmi jana kuwa hawatoshiriki mchezo huo kwa namna yoyote ile kwa sababu hawana imani na TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwa hiyo kizungumkuti, tarehe haikuwa imepangwa. Sasa tarehe imepangwa. Young Africans hawatocheza kweli au Young Africans watacheza? Sisi hatuna majibu, majibu sahihi wanayo wenyewe wa Young Africans watasimamia msimamo wao au, au June 15 watakuja na kitapigwa. Simba Sports Club wao hawana tatizo, wameweka wazi kuwa wenyewe walikuwa wanasubiri tarehe ili mechi ichezwe. Sasa tarehe imepangwa. Anayesubiriwa hapa kufahamu msimamo wake kama atacheza au la ni ni Da Young Africans, lakini Simba hawana tano na tarehe imepangwa June 15. Sasa sio fununu, sio tetesi, ni June 15, 2025 saa 11 jioni. Dimba la Benjamin Mkapa, Yanga Simba, kitapigwa hakitopigwa na kupitisha kwenye dodoso hii. Ni mimi Moses Kirumbi, hii ni dimbani connect. Kaa nasi, usisahau kulike, share na kusubscribe. Tutakupitisha hatua kwa hatua kwenye sakata hili mpaka itakapofika Juni kumi na tano, mechi ipo au haipo? Endelea kufuatilia dimbani connect.